haukufasiriwa kwa njia nzuri kuliko uwahi kama huo. Allah anapoieleza habari fulani ndani ya Quran, habari kama hiyo akaieleza mahala kwingine kwa ufafanuzi zaidi, hapo huwa habari zinafasiriana. Na wakati mwingine hadithi inaifasiri hadithi nyingine, na wakati mwingine Alquran inaiweka wazi hadithi na wakati mwingine hadithi inaiweka wazi Qur'an. Sasa katika jambo la qiyamu layl, katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika alquran alkarim sehemu zote mbili tumeelezwa kwamba watu wa qiyamu layl ni watu wa daraja za juu peponi. Watu wa qiyamu layl ni watu wa daraja za juu, na hata duniani anayekaa kigorofani Aneka ni tofauti na anayekaa nyumba ya chini. Ghorofa katika neno la Kiswahili asili yake ni ghurfa, katika neno la Kiarabu alghurfa tu ni chumba cha juu kwa juu, na alhujra ni chumba kama alivyokuwa navyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuwa na vyumba vya juu kwa juu, yeye alikuwa na alhujurat, vyumba vya chini vya kawaida, kila mke mmoja akamweka katika chumba chake

ananyenyekea nyakati za usiku, yumo ndani ya sala, mara amesjudu mara amesimama wima, anaiogopa akhira na anatarajia ana rahma za mola wake. Huyu atakuwa sawa na huyu mbaya aliyotajwa nyuma, muovu aliomwasi mola wake? Si sawa. Aya ikamalizia sema uwaambie ya Rasulullah, hivi hivyo wanakuwa sawa wanaojua na wasiojua? Si vinginevyo wanaokumbuka ni wenye akili. Hii ni aya tisa Azumar. Aya zikaendelea mbele. Ya Allah akasema, lakin alladhina taqaw rabbahum, lakini wale waliomcha mola wao, lahum ghuraf min fawqiha ghurafun mabniyah, watapata vyumba vya juu kwa juu na juu ya vyumba hivyo kuna vingine vimejengwa juu zaidi. tajri min tahtiha al-anhar, maghorofa hayo chini yake itakuwa inapita mito Wad Allahi la yukhlifu llahu miad, hiyo ni ahadi ya Allah. Allah aendi kinyume na ahadi yake. Umeziona ayati hizo, baada lei ya kutajwa qiyamul leil yakatajwa maghorofa ya watu wenye sifa hizi, na hapo Allah aliposema watapata maghorofa juu yake kuna maghorofa mengine, aya hiyo mukabili yake ni aya za nyuma walipotajwa watu wabaya, Allah alisema lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal. Hawa wabaya hawa watapata moto juu yao na chini yao, dhulal ni moto huo mkubwa, juu umewafunika na chini umewafunika, na huo moto utakuwa na moshi uliotengeneza kama wingu, ni moshi na miale na joto kali. Hilo litakuwa juu yao na chini yao, moshi umeenea umetengeneza kama mawingu, na miale imekuja juu. Ndio Allah anasema lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal, Azumar hiyo sasa. Maneno kama hayo ndio yakaja katika upande wa wajawema wenye tiamu leili na takwa

Hiyo janna hakuna jicho liloona wala sikio lilosikia wala haikuwahi kupita katika moyo wa mja. Kisha akasema na usadikisho wa hilo kwenye kitabu cha Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Sasa ikiwa jawabu anayojibiwa Musa, alipouliza kwa mula wake, ni hiyo kwamba mtu wa juu katika janna, janna yao watu wa janna za juu zile, janna zao zenyewe kama zimefungwa hivi, zimehifadhiwa kwa ajili yao, ni vitu rasmi sana. Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam wa yani, katika hadithi hii ilivyokuja ikatajwa usadikisho wa hilo kwenye Qur'ani yetu ni hii aya, fala ta'lam nafs. Sasa ikiwa aya hii inawahusu watu wa janna za juu, basi aya hii imekuja baada ya kutajwa qiyamu leili

lakini tukajua kwamba watu watakaopata daraja za juu za Janna ni wale ambao wameipata qiyamu laili katika maisha yao, kwa tushaiona. Na hadithi nyingine hapo imeonyesha kwamba watu wa Janna ni watu wa daraja za juu, na watapewa khiri ziada ya zile ambazo wamepata wengine wa. Na ndio maana hata ukaiona kwamba qiyamu laili inazalisha mambo ya juujuu makubwa, kwa mfano jambo la shafa'atul uzma

watu ambao wameipata amali hii katika maisha yao. Zumar imetueleza hivyo na tumeiona hadithi, hali kadhalika, ilo taja magorofa ambayo watapewa watu, ukiwa nje unaona ndani, ukiwa ndani unaona nje. Miongoni mwa sifa za kupata hayo ni qiyamul layl, lakini pia hadithi ya Mughira, watu Ibn Shuba jawabu iliyotoka kuhusiana na mtu ambaye daraja yake itakuwa kubwa zaidi, watu wa juu katika janna ni watu hawa ambao imewahusu aya hii ya kumi na saba ya Sajda, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Na hapa aya hii imetaja malipo tu, lakini walofanya nini watalipwa hayo? Aya nyuma yake ndio ikaeleza watu ambao mbavu zao huacha malalo yao, wakasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa ufupi ndugu zangu, haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyapanie na kila mmoja awe na hima